Hmm. make jana tuliongea alafu ikaa ukaniambia nikutafute hii asubuhi leo ndo maana hmm. hmm. nimekutafuta. Sasa yale hmm. mazingatio niliyoongea jana ma umeyazingatia ndugu yangu? Kwanza mimi sijaelewa chanzo ni kitu gani mpaka nimesikia hatua hii. Unajua nimesikia mpaka mtu ameweka kwenye mtandao wenu, kwenye group yenu, lenu ndio anafanya hivi na hivi, nimeambiwa na watu. Sasa sijaelewa kwamba ni kitu gani kinatakiwa tukifanye sisi tunataka uwache, unakoenda sisi, unakoenda uko, ulikoenda uko, huko, uwache unakoenda Kongo, kwa mganga wako, hiyo sisi tunataka uwache kwenda. Kama ulivyokuwa mechi ya Simba uliacha, hivyo hivyo na mechi hii sisi tunataka uwache yani, ndio tunachokitaka sisi, ndo iko, hakuna kingine tunachokitaka. Ndio maana tukukwambia, vipi ndugu yangu, kama we, unataka familia yako ikae vizuri na unataka we mwenyewe uishi vizuri basi mechi naye, vipi kwenye utendaji huko Ulu, yani acha yani, wewe wapige nyau, lakini kama unaitolea macho imechi, si tukasuruhu ndugu yangu. Wewe basi wewe utakopo kwenye hatari tu nn ndioukoabora hukodaelam huko Tabora huko Dare Slam, mimi yani jana nakuambia hivyo yani mimi Tabora leo ninaingia leo jioni majira ya saa kumi ninaingia huko Tabora, nisikilize kitu kimoja, ndio Nataka nikwambie kitu kimoja, unapambana na mtu una mbaya sana mimi. Ni kwanza kwenye tabora sipo, lakini ungetaka kupambana kwenye kitu kama hivi hmm. Sasa utapoteza maisha, ni mtu mbaya, lakini mitu mbaya, nisikilize kwanza, nisikilize kwanza, nisikilize, nisikilize dida, nisikilize kwanza, nisikilize ulipokaa hapo kwanza, sasa hivi no, chunga mdomo wako ulipokaa kuanzia sasa hivi, chunga mdomo wako, jua ambayo yani jua linawezekana lisizame, alafu ukapotea ghafla. Nisikilize vizuri, nisikilize wewe, una yani nisikilize, ninachokwambia, nisikilize. Kuwa na adabu na heshima na taazima, yani ongea kwa mipaka. Ongea una ubaya, jivunie mganga, jivunie nani, nisikilize vizuri we. Wee kwanza wee. Ninamtangazia mtu vibaya kwenye Tabora, mimi sipo, wala sipo chochote, wala nisile sasa mimi nitawachukulieni hatua? Chukua hatua wewe, nisikilize, chukua hatua. Sisi hapa sisi, yeah, unapotuona sisi wewe, hatua yoyote dida unaenda kuchukua, chukua, kwa sababu sisi unatufanyia vitu vya hovyo katika timu yetu, alafu tuwezi tukakunyamazia kimya na tuwezi tukakuangalia. Hao madunduka Simba uliwaachia na ukaacha mkauza game, kila kitu tunajua, kila kitu ambacho kinachoendelea mlishirikiana kila kitu. Alafu wewe mechi yetu sisi inapokuja unaitolea macho. Umeelewa vizuri. Sasa nyinyi inaonekana kama muko kimpira. Amuko kimpira. Yaani mupo kwa ajili ya timu moja tu. Kwa sababu kama